Huyu wapa balozi mshititi wa lugha ushinadhimu ikiswahili Gabo mwanangwa Wazigamba, leo na timu kazi, leo na wanangu wanangu faida taka tuangazie au tuzungumze namna ambavyo mitandao ya kijamii inaweza kuharibu na inamomonyoa mazingira inamomonyoa maadili. Miaka ya tisini ilianzishwa hii mitandao ya kijamii kwa faida ya watu kuwasiliana, kwa faida ya watu kuwa pamoja na taarifa kuwa na wakati E, tukitoka kule kwenye wakati ukuta e. Lakini sasa inavyotumika ndivyo ilivyokusudiwa? Hivi inavyoenda ni sahihi? Tukiwa hapo, tunajaribu kuzungumza na kuadavua, wanasema kwamba mitandao ya kijamii ni kama ni sio kama ni kisu chenye makali pande zote mbili, hasa kwenye faida na hasara. Kwa hiyo inategemea wewe unakitumiaje katika upande upe I, aa, ipi imekithiri kati ya faida na hasara? Mimi mm, naona ziko ziko iko 50-50 kote kote, Merry. Kwa sababu sasa hivi biashara nyingi zipo kwenye mitandao tunaona, na inarahisisha pia watu kwa kama familia watu kuzungumza bila kuonana, nafikiri inakuwa ni rahisi, yani nusu ya kuonana wanasema, lakini tofauti na hivyo pia kuna watu wengi pia wanajifunza vitu kwa kupitia kwenye mitandao kuleta elimu kuna masomo mengi watu wanajifunza kupitia mitandao, mm-hmm. tukitoka huko, so tunakuja sasa, kuna upande mwingine wa hasara ambapo uh, inaweza ikasababisha kuleta afya ya akili, kwa sababu kuna vitu vingi tunavyoona kwenye mitandao ni feki. Kuna watu ambao tuna tunaweza tukaona vitu ukatamani, unaona, eh, hey, mimi niko kwenye dunia ngapi? Mbona wana maisha mazuri, kumbe ni uongo inatuathiri. Kwa hiyo inategemea wewe utaitumia vipi? Mm. Kwa hiyo iko 50-50 kwa kweli. Kwenye mazuri ipo, mm. kwenye kwenye hasara ipo, mm. na kwenye faida ipo. Merry, mbuji mwenzangu <laughs> Mitandao ya kijamii iliwekwa ili kuweza kutuunganisha taifa hmm. kwa taifa Dio. jamii kwa jamii Dio. ndugu na marafiki yeah. na kingine kubadilisha culture, hmm. kubadilisha utamaduni. Sisi tuna utamaduni wetu huu, tukiingia kwenye mtandao tukiona utamaduni wa kabila fulani ama sehemu fulani ambao unatofaa tunaiga, lakini sisi tumekuwa tunaiga kupitiliza mm. kwa hiyo athari za tuna, mtandao, tunaiga yote mabaya yeah. na mazuri yeah. kwa hiyo athari za mtandao um, kwa upande wangu mimi napinga kauli yako mm. kwa kusema kwamba ni 50 50 mm. no way mm. mitandao ya kijamii imekuwa na athari kubwa zaidi kuliko, kuliko faida, faida. Kwa nini? Kwa sababu tunaona maisha na jamii jinsi ambavyo inaharibika kutokana na mtandao wa kijamii. Nimejaribu kulinganisha hapo awali na sasa, naona sasa hivi tunapoelekea tunakwenda kuanguka kama tu hatutadhibiti mmomonyoko wa maadili unaotokana na mitandao ya kijamii. Ya kijamii. Sa, mimi, mimi niseme kitu kimoja, unajua uh, kitu kikianza kinakuwa kina, kina namna mbili. Kuna uwezekano watu walioanzisha wakawa na makusudio yao maalum, lakini watu wanaopokea ndio inategemea wamepokea vipi. mm -hmm. Kuna mtu anaweza kuona kama e, sisi tunume, ndio tumepitwa na wakati, lakini yeye kumbe ndio amepitwa na, na, na wakati, kwa sababu e, inamwendesha ile kwamba nikiposti labda ndapata followers wengi, nikifanya hivi ntafanya hivi namna gani. Kuna watu wanaotumia mpaka, uh, wanasema uh, sex chat na vitu kama hivyo, wana, wanatuma vitu labda view once, unafikiri kama, kama, kama, kama ndio kuna sehemu yeah, sehemu ukiwa nataka mimi nikutolee, ni, ni, ni nikupapatulie mm-hmm, na kuonyesha wapi inakaa baada ya <laughs> mtu kutuma view once. Nikuulize swali kwanza, niulize wewe, mtandao unakuendesha au wewe unauendesha mtandao? Mimi sina urafiki sana na mtandao, naona kama mimi nauendesha, kwa sababu mi, <laughs> ni hodari kuliko mtandao. Kuna baadhi ya vitu mimi sometimes nakuja na baada baada ya wiki ndio nakuja na kujua kwa sababu kuna namna ambavyo nimejiset, hivi ndio nitakavyoishi, hivi wacha watu wanione mshamba, lakini kuna sehemu nataka nifike, umeelewa? kwa sababu mradi koma, unaingia wapi kwenye mtandao wa kijamii, tizama athari ya mtandao wa kijamii kwenye kizazi hichi tunachokiita kizazi cha 2000 eh, athari zake zilivyokuwa kubwa kuliko hata faida. Nakwambia, unaweza ukaiona hii simu ina faida kubwa sana, hii ina sehemu nyingi za kujifunza na kusoma na kuelewa na kutoka kwenye sifuri kwenda kwenye kumi na moja, lakini watu hawana wanachokijua, yaani watu hawana wanachokujua. Imefikia mpaka kiasi hata mtu sasa, uh, kwa sababu tu ya mihemko anaweza kununua simu ambayo ina uwezo wa kumpa kipato chake, ila akawa hajui anaanzia wapi. Inafikia hatua kwamba hata uaminifu katika mahusiano unakuwa mdogo kwa sababu tu ya zile athari za mitandao ya kijamii. Kwa mfano, unapokuwa faraga na mwenzako ukiona tu ameshika simu unawaza kwamba huyu hata unakuwa rekodi amani. <laughs> E, e, pengine hata kuna mwamala anafanya, kuna kitu, lakini kwa wakati wakati husika. No, kwani mtu aruhusi kushika simu yake? E, labda e, ameshika tushika tu simu, lakini kutokana na kwamba, yeah, tumeaona mengi na mbali zaidi kuliko hilo. Ni kwamba kumekuwa na wimbi la mm, wadada kujirekodi wakiwa watupu. Inafikia hatua tunakuwa na kizazi ambacho kinajitengenezea umaarufu ah. kwa sababu tu ya mitandao ya kijamii umaarufu ambao ni umaarufu wa ovyo. ile kauli yako ya sio, tuachane na hayo. Mimi sasa ndio nataka kuelezea ta-utapinga eh, nini, tumekuwa na kizazi ambacho kinashindwa kujitambua. Imagine binti anajipiga picha mwenyewe za utupu bila kulazimisha, analusha hmm, kwenye mtandao hmm, ili apate viewers, followers, likes, you know, comment ziwe nyingi. Hiyo e, inategemea, sio kwamba watu wote huwa wana akili hizo. Kuna watu ambao wanaitumia tu mitandao vizuri ambapo inawapatia faida. Leo hii nikiongelea mfano watu wa komedia walianza kwenye mambo ya TikTok lakini wameheshimishwa wakapata tunzo juzi. Yote ni mitandao imewasaidia leo hii. Hichi kipindi ambacho narekodi sasa hivi hapa tutakipeleka YouTube, hiyo yote ni mitandao. Hebu tuzungumzie kuhusu huyu rais wa Ukraine <laughs> yes, ni ni mchekeshaji mchekeshaji yes. Nani nani angejua ni yani, nani angejua kwamba alikuwa yaani kama si mchekeshaji, bila kuwa na mitandao, sio? Yes, ni mitandao ndio fanya tukajua kwamba alikuwa ni mchekeshaji na leo ni rais. Kwa hiyo mitandao ina faida, ila inategemea, ndio maana pale mwanzo niliwaambia kwamba ni kisu chenye makali kote kote, kwa hiyo itategemea wewe unatumia katika upande upi, kwa hiyo ina hasara na faida, lakini mi naona kwamba faida ni nyingi na watu wananufaika zaidi sasa hivi kwa ajili ya mambo ya mabiashara, kama biashara nyingi, bila kuwa na mitandao huwezi kufanya biashara. Oh, lazima muda wote Biazi... kwenye mtandao ili uongee na wateja wako. Na uuze bidhaa mtandao ili uongee na wateja wako na uuze bidhaa zako. Biashara Biazi... zipo, lakini wengi wanazitumia biashara hizo kufanya utapeli. Unaona kabisa, mtu nauza mawigi mawigi, laki mbili, namba ya kutuma hiyo unatuma kwenye mtandao. no, kuna kuna alafu wigi alioliposti ya ya laki mbili na thamani ya milioni tatu milioni moja. Alafu ukienda kulichukua, unakutana na ile wigi kibwenzi. Siku hizi kunao wafanyabiashara ambao ni waaminifu una anafanyia deliver mzigo unakuja ndio unalipa wako, ambayo wako wanafanya biashara vizuri na ni waaminifu, na watu wameendelea, wamejenga majumba, wanasomesha watoto wao kwa kupitia mitandao. Leo hii sasa hivi unaweza ukakaa habari usiipate kwenye TV, lakini ukiingia kwenye mitandao unaiona dunia nzima, kila kitu unakiangalia kwenye mitandao. Kwa hiyo mitandao ina faida kubwa sana eh <laughs> Eh, kwenye upande wa biashara hapo. Upande wa biashara na kila kitu na elimu kama nilivyosema pale mwanzo mm. wengi wanajifunza wanasoma kupitia mitandao eh. unapata no, mitandao ya kijamii inaweza ikawa ina faida lakini sio nyingi, kwa sababu mm. unachokisoma au chagui unaenda kusoma nini? mm. hapajawekwa pale kwamba hapa atasoma mtu mwenye umri wa miaka kumi na nane mm. na kuendelea mm. Mtoto mdogo ambaye labda yuko darasa la saba la sita anamiliki simu, ana uwezo mm. ya no, no, no, no, no. ah, wa kuingia YouTube kwenda mpaka kwenye picha za X, hakuna limit. Ni mambo ya wazazi, mitandao. Lakini katika jamii watu wazima, tuongelei kwenye watoto, tunaongelea kwa ujumla jamii, lakini sio kwa watoto. Watoto ukija kwenye swala la watoto, tutarudi tena kwenye mambo ya walezi ya watoto na nani? No, no, no. Eh. Watoto wapo kwenye jamii? Wapo kwenye jamii. Ndio muache, ah, ndio muache aseme atwende. Twende. Usicheke. Twende. Watoto, watoto ndio wana wanaathirika sana kwenye hiyo kwenye, kwenye mitandao. Mita Kwa sababu yeah. Muda ambao wakati mama anafanya vitu vyake vya faida, amkumbushe na mtoto ufaida hiyo. Kwa nini unamnunulia mtoto wako simu? Kwa nini umpe mtoto simu? Ah, tunawaachia simu. Utandao. Sasa hayo wewe ndio utakao umesababisha lakini sio mtandao kwamba umemharibu mtoto, wewe ndio umemharibu mtoto mm. kupitia mtandao. Kwa nini umpe simu? simu <laughs> <laughs> yeah. Amerudi kwenye point yangu. umemharibu mtoto kupitia simu, mtandao. kupitia mtandao, mtandao yeah. A -a. A -a. A -a. kwa hiyo mtandao unaharibu, unaharibu mm -hmm. ndio unaharibu, lakini wewe ndio utakaye kuwa umesababisha. Wewe ndio umeharibu, io si mtandao, kwa sababu mtoto bila kuwa na simu anakutana wapi na hiyo mitandao? Subiri <laughs> kwanza, hadi sasa hivi inabidi usawazishe, kwa sababu ushafungwa moja, sshfun <laughs> <laughs> <laughs> <Waba. laughs> Zoezi liko hivi mm -hmm. Uh, mada mezani katika mradi koma ilikuwa kwenye mitandao ya kijamii mm -hmm. Of course inasaidia, lakini pia ina hasara zake yeah. Lakini hasara ukizungumza kwa ndani mm -hmm. unakuta ndio nyingi zinakimbia, yani faida ni nyingi kuliko hasara. Hasara, hasara, hasara kujitakia, ila sasa hivi watu wananufaika sana eh, eh. Kwenye hizo mm -hmm. biashara za manufaiko wa ya watu ambao wananufaika kwenye hizo biashara, ziko biashara mbili hapo Mm -hmm. Watu wananufaika nazo pia. na mm -hmm. Ndio zinaathiri watu pia. Mm -hmm. Eh. Hey. Labda nimsaidie. Labda nimsaidie. Watu wanapost mpaka wana status sasa hivi. Mpaka status mbona anapost? Eh, kuna biashara sasa hivi ya kuuza mwili ambayo zamani watu walikuwa wanakwenda moja kwa moja barabarani kumfuata yule dada poa ambaye anajiuza. Sasa hivi ime, mtandao imerahisisha eh, kwamba kuna ni, ni group ya WhatsApp. Ni biashara zangu. Mimi sijaanza kuingia kwenye biashara hiyo. General tunazungumza. No, jamii inaharibika, watu wanalia jamii oe kwa maadili. Sasa nikusaidie kidogo, watu hapo serious hizo biashara ambako wanafanya sponsor kwenye posti zao. Kwa hiyo mnataka kuniambia kwamba leo hii mitandao ya kijamii tumeipokea vibaya? Ikizuiliwa unategemea, kuna jamii ngapi ambazo wanategemea kwa kufanya biashara zi, China zipo nchi ambazo zitaathirika, lakini kuna baadhi ya nchi e, wat, watapata adabu tu baada ya kunufu nini. No, manufaa yake yani manake manufaa yake yatakuwa makubwa kwenye, lakini nchi ambazo wamejiajiri kupitia mitandao ya kijamii sasa hivi mimi hmm, nakubaliana na, na, wewe, na, na wewe. Kitu ninachokwambia ni kwamba wewe usipinge hmm. Sijui sijapinga, yeah. kama unaelewa pointi yangu wa mwanzo nilikwambia Nime... ni fifty fifty, nilikwambia ni kisu ambacho chenye makali kinakata kote kote mm. ila inategemea wewe utakuwa katika upande upi? ah, jibu ni kwamba mitandao ya kijamii inatuendesha sisi hatuiendeshi. Simu yako ukiamka asubuhi, kabla hata hujamshukuru Mwenyezi Mungu e, hujamsalimia mwenye mwenzi wako, unashika na simu hiyo sim. ndio maana imetutawala kifikra, kiakili na kila kitu Inakuwaje? sasa narudi kwako kidogo au sio? Mike, weka vizuri. <laughs> <laughs> kitu ambacho nataka ni ni, ni, ni ki challenge kwenu kwamba kwanza inakuwaje, uh, kwenye swala la simu kati ya mtu na mwenza wake? Simu yangu nafanya biashara na ninajiamini nayo, kwa nini mwenzangu aishike? Wewe simu yako mumewe anashika? yeah anashika usiseme. <laughs> Anashika, najiamini ndakuchapa, nda nda, kwa sababu niliamua kumchagua yesi na makando hey, wayo anashika. Uwe niko huru wewe ashiki mm -hmm. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja, unajua hii mitandao ya kijamii kwa mfano, watu wanatumia vibaya sana, watu wanawajaji, watu wanawatukana, watu kutumia hii mitandao ya kijamii E, umenifahamu vizuri. Unaweza kuona watu wamefunga harusi vizuri tu, lakini mtu akiulizwa, uh, afiki mbali wale hawana siku mbili. Umefahamu vizuri yeah. information yeah. kuna juzi hapa nakumbuka uh, Master Jay ali, ali ali akumsema vizuri alikiba. Alikiba. Lakini alikiba kwa sababu ni muungwana yule eh, na ahui amekuwa kidogo kavuka akajaribu kunyamaza, lakini kama anaweza kukusuu manake unamlipa fedha nyingi sana. Unaona sasa Umenelewa vizuri bwana. Kwa hiyo nani atumie mtandao wa kijamii vizuri, huyu alomtukana huyu ambaye atakwenda kumshtaki ili apate fidia? Ah, wote tunatakiwa tutumie mitandao ya kijamii vizuri, vizuri. na yeah. nafikiri kila mtu anao nafasi ya kuweza kuikontrol, yani kuiendesha mtandao, sio mtandao utuendeshe. Mm. Mfano kama wapi watu awa wapi, ni South Korea nafikiri. Mm, kule wao hawana mambo hayo sijui ya Facebook yani mambo yelea, haya ya kijamii hawaelewi, dunia hawaelewi <tihilis> lakini ni nchi ambayo tajiri na wako vizuri yani, wao wanavyofanya ni mambo ya kiserikali na wanaishi vizuri nafikiri yeah. Hata si Tanzania tunaweza tukaiga tufanye kitu kama hicho yani, ili kuepuka kuiga mambo ya na, nje nani wewe unamwambia wewe ufamasiani yani nani watu naamka asubuhi aanze na dua we. <laughs> Yani ya kuamka anaanza na muka, simu alafu leo umwambie nini okay. yeah. Kinachotakiwa ni tuweze kuicontrol mitandao nice, to na siyo mitandao itu control sisi. Sisi. Tukiweza hiyo yeah. U, pumbavushika kile kiko wapi? iki kile pale umezidi sana hasatosai hawa mambo unaofanya, bala. Bala, zitu. Eh, mimi binafsi yangu bwana nikikwambia habari unaweza ukaona kama ni mrongo, lakini ukweli na uzungumza. Eh, wanatumia vibaya sana mitandao hii. Wako watu wanafaidika kama wanavyozungumza wewe, lakini ukiwahesabia katika kumi, maanake wafanya biashara wanaweza kuwa watatu. Lakini watu saba, tukatoka kwenye takwimu yako ya nusu kwa nusu

kulambaza nami uweze kupata maarifa stahiki. Huu mradi koma katika mtandao wa kijamii najaribu kukuelewesha wewe, tumedadavua hapa. Naona Merry umeshinda mpaka sasa mbili bila. <laughs> <laughs> <laughs> Mishi akiambiwa kafungwa anakasirika bwana, umeshinda watu <laughs> wa, wa, wa mitandao jamani, tupo pamoja, mnanufaika <laughs> <laughs> na, na yeah. sio wote ambaye tunanufaika na nao pamoja <laughs> <laughs> <laughs>